Ikiwa leo ni Mei 26 ya mwaka 2025, siku ya Jumatatu, katika mwendelezo wa somo la tisa linalosema katika Zaburi sehemu ya pili. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema tumaini katikati ya zahama. Sehemu kubwa ya lugha katika kitabu cha Zaburi ni ya ishara, lakini inapokuja suala la lugha inayoelekeza mbele katika kufanywa upya kabisa kwa sayari yetu hatuna sababu yoyote ya kuamini kwamba ni ya ishara tu. Zaburi ya 46 inatukumbusha kwamba dunia halisi itaathiriwa sana na uje wa Kristo. Lakini si miamba na bahari pekee vitakavyoathiriwa. Kilele kikuu cha historia dunia kitamaanisha kuvunjwa kwa falme za ulimwengu, mifumo duni ya serikali ya wanadamu iliyosababisha mateso mengi sana kwa maelfu ya miaka. Hatimaye mamlaka haya yote na uovu wote na mateso ambavyo vimeleta juu ya wanadamu vitafikia mwisho kabisa. Soma Yeremia sura ile ya 4 aya 23 hadi 26. Hili linatuambia nini kuhusu hatima ya ulimwengu huu? Angalau hadi mbingu mpya na dunia mpya vitakapokuja. Ufunuo sura 21 aya kwanza. Unabii wa Biblia unatuonyesha mambo yatakayoupata ulimwengu huu. Maono ya Danieli 7, kwa mfano, inatuonyesha bahari yenye dhoruba ambayo kati yake mataifa ya ulimwengu yanatokea. Pepo za migongano na vita huvuma katika bahari ya wa mataifa, yaani dunia, zikileta ufalme mmoja wa ulimwengu baada ya mwingine, na hakuna hata moja ya falme inayoweza kutatua matatizo halisi yanayoikumba jamii ya wanadamu. Viongozi wa ulimwengu tunaothubutu kuwaamini, karibu kila mara huthibitika kuwa wenye dhambi na wabinafsi kama tulivyo sisi wengine. Hakuna ufalme wowote aliyoonyeshwa Danieli uliothibitika kuwa makao salama kwa watu wa Mungu ingawa baadhi ya falme hizo zilikuwa bora kuliko zingine, lakini tunajua kwamba tuna uraia katika ufalme wa Mungu, Wafilipi sura ile ya tatu ya ishirini. Na juu sana ya machafuko ya sayari hii, kuna kiti cha enzi kisichoweza kutikiswa, tazama Ezekiel sura ya kwanza ishirini na sita. Yesu alifundisha kwamba ulimwengu utaingia katika machafuko makubwa zaidi tunapokaribia wakati wa kurudi kwa Kristo. Mathayo sura ya 24. Lakini tunaweza kushikilia kwa imani bila kujali hali ya sayari yetu, kwa sababu tunaweza kujua kwamba Mungu anatawala na kwamba atatimiza ahadi zake. Mataifa yalighadhibika, falme zikataharuki, alitoa sauti yake nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yupo pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Zaburi ya 46 aya ya 6 na 7. Kwa muda mfupi mambo hayaendi sana, wala hayataenda muda mrefu. Hilo ashukuriwe Yesu, ni jambo tofauti kabisa. Hakuna swali, ulimwengu wetu unaonekana kuwa na machafuko na usiotawalika. Kwa mfano, unabii wa Danieli saba unapaswa kutusaidiaje kuona kwamba hatimaye mambo yatatuendea vizuri ikiwa tutadumu kuwa waaminifu? Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikualike tena kwa masomo yanayofuata.